Mambo vipi mtazamaji wa COK TV? Mambo ni mengi yanaendelea kuchukua nafasi kubwa, nimeona ni nikupenyezee hii ambayo inaendelea kuchukua nafasi kubwa, baada ya klabu ya Yanga kutinga kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, hapo kesho inatarajiwa kushuka dimbani kucheza mchezo wa ligi kuu na kikosi cha Mtibwa Sugar. Sambamba na hivyo uh, vijana wa TRA United Sports Club wao watawaalika Simba Sports Club Alhasani Mwinyi Oktoba 30 kwenye mchezo mwingine wa ligi kuu ambao natarajia kupigwa mkoani Tabora. Sasa kuna mengi ambao ameendelea leo. Umefanyika mkutano wa kiufundi kati ya klabu ya Yanga dhidi ya kikosi cha Mtibwa Sugar, mchezo ambao natarajia kupigwa Oktoba 28 siku ya kesho katika uwanja wa KMC Complex majira ya saa kumi kamili kwa sasa Afrika Mashariki. Kwa upande wa mchezaji wa klabu hiyo Ofeni Chikola amesema maandalizi yao yamekamilika n wanafahamu kuwa mpaka sasa wamecheza michezo mitatu na matarajio yao ni kufanya vyema kwenye michezo mingine inayofuata, wakianza na mchezo wa Mtibwa Sugar. Tunajua tumeshacheza mechi mbili mechi mbili za ligi na tumepata matokeo, mchezo mmoja mmoja tulidraw. Kwa hiyo kesho, upande mwingine amezungumza mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe, akitoa ufafanuzi juu ya uongozi wa klabu hiyo umejipanga vipi kuelekea katika mchezo huo. Sambamba na hilo, wamebainisha kuhusiana na baadhi ya nyota waliokuwa na majeraha, akiwataja pengine huenda wakarejea. Ripoti yao muda wote ule ikiwasilishwa, wanaweza kuonekana kwenye mchezo wa kesho, akina Clement Mzize pamoja na Celeste Ekua ambao hawakuonekana kwenye michezo ile ya kimataifa, kwenye mchezo ule, ule wa juzi ambao umetamatika kwa Yanga kushinda mabao mawili kwa sifuri dhidi ya kikosi cha Silver Strike ya pale nchini Malawi.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 Dudu washa liko tayari kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa hiyo muda wowote, nafasi atakapopatikana, atapewa na atakuja, kwa tu ni wachezaji wote eh. Kuna mmoja kama Shua bwei hujamuona pia eh, Faridi Musa pia hujamuona. Kwa hiyo tuna wachezaji wengi ambao bado hawajaonekana na taratibu za mechi watu ishirini na moja wanakaa eh, benchi wa, wa, wa klabu hiyo ya, ya Yanga, anchezo. Frank Mabedi yeye amesema kuwa wamejipanga vizuri kuhakikisha kuwa anafanya vizuri. Sambamba na hilo, ameelezea kuhusiana kile ambacho kinaendelea kumsibu mshambuliaji wa klabu hiyo, Pinsi Pume Lodube. Anafahamu kuwa kama mchezaji lazima una pressure, na kinachomsumbua kikubwa ni kuhusiana na kile ambacho ameamua kukibeba mapigani kwa ajili ya kuisaidia timu yake. Mambo yatakuwa vipi kwenye mchezo huo? Iyo, endelea kusalia na COK TV. Jina langu Filimoni Mawazo.